Of course, uh, ina tuwari sio mimi peke yangu, nadhani na wengine, na pia sometimes you get worried, sometimes sometimes una, unakuwa heartbroken kwa sababu unaangalia uh, mzazi wako ana dedicate muda wake wote kwa taifa, actually muda mwingi yuko na taifa the family and then uh, unaona hichi ndo what wanachomlipa kwa hiyo somehow ina pinch lakini mimi namjua na mamangu mm, a very strong woman. Kwa hiyo najua kwamba sometimes anatokea lakini naweza hata nisimuulize mama vipi? Mm, kwa sababu najua she can handle, mm. yeah. Nawe ndio mtu wake wa karibu sana nimeambiwa. <laughs> <laughs> Sote tuko karibu, ambiwa ndo shoga yake kabisa. Uh, kuna wakati anakuita nakwambia, anaemjo tukae tuongee tu yeah. Na sometimes uh, mimi kwa sababu mimi kiongozi pia nafahamu ule ubize mm -hmm. wake so sometimes nampa muda yani mm -hmm. afanye kazi zake as long as tuko okay mm -hmm. tunamwacha endelee na kazi zake, lakini inafika muda sasa, yeye ndo anawatamani nini, mm -hmm. sema anachukua ah, simu, labda "vipi, upo? Yaani leo nilikuwa bize, ndo nimekumbuka watoto, leo mnaendeleaje? Tunaendelea poa mama, wewe endelea na kazi zako. Basi anaendelea na kazi zake. Nyie mnaelewa kwamba ana kazi nyingi sasa hivi sana, sio sana. So, tunaelewa na tunamuona mm, kwamba ana kazi nyingi. Mimi zamani nilikuwa sielewi mm, kabla ya kuwa kiongozi mm, nilikuwa sielewi. Na kama ushawahi kumsikia kwenye story yake, akawa anasema walikuwa na yeah, is true mindo nikuwa nam, namnag sana. <laughs> Huna muda unatuacha nini? But now yani, sehemu inatokea kwangu mm. Uh, sasa mama mdogo imebidi achukue roli yangu iy <laughs> yeah, anakaa na watoto wetu, kwa hiyo mm. Now I understand very well yeah. Sasa ukiwa umemtamani sana mama kwa unafanyaje? ah, yeah. We go. E, chukia, kama. kama yupo tunaenda, kama yupo Dodoma, sometimes ami na nakuwa busy namsubiria kija da tunaenda tunamwona, lakini most of the time ni kazi kazi kazi kuliko family.